Na tukirejea pwani ni kwamba watalii wanaozuru pwani wametambua sehemu nyingine za kuvutia mbali na fukwe za bahari walizozoea msimu wa sherehe za mwisho wa mwaka. Kaunti ya Kwale inaendelea kufichua vivutio vipya vya kiasili ndani ya mbuga ya Shimba Hills. Maporomoko ya maji ya Sheldrick yamekuwa sehemu ya kipekee inayochanganya utulivu, mandhari na safari ya kusisimua kama anavyoeleza mwanahabari wetu Lawrence Ng'ang'a. Mara tu unapokanyaga mbuga ya wanyama ya Shimba Hills, muda huonekana kusimama. Hewa baridi ya milimani, nyimbo za ndege wa aina mbalimbali na vilima vinavyoenea hadi upeo wa macho vinaunda mandhari ya kipekee. Ndani ya msitu huu wa kijani kibichi, maporomoko ya maji ya Shedrick yanajificha kimya kimya, yakitoa uzuri wa asili usiozoeleka, lakini wa kuvutia sana. Na Kwale wase, si lazima mwende Masai Mara, si lazima sijui road trip za Nanyuki. Huku Kwale, vile mnaona hapa nyuma yangu, hii ni waterfall. Najua wasee wengi hamjafika place kama hii, na vile tumefika hapa, tumekuja kama tumesweat kabisa. Fantastic. Safari ya kuelekea kwenye maporomoko ni tukio lenyewe, njia zenye mteremko na matope zikikatizwa na mandhari ya punda milia, swara na ngiri walio malishoni kwa utulivu. Baada ya matembezi ya takriban kilomita 2.5 kushuka, sauti ya maji yakitiririka huashiria kuwasili. Maporomoko haya humiminika juu ya miamba ya kale, yakihuisha msitu na kuunda mdundo unaoondoa uchovu na msongo wa mawazo. Sasa mnaona vile, sasa saa hizi tumepata, eh, hiyo sisi cool, cool weather. Tunataka nyinyi wote, unaona hii place tumetembea kama 3 kilometers hizi, eh, magari tuliacha huko. Sisi tuna welcome mfike, mjue Kwale pia kuna hizi hidden gems na wanyama hapa. Tumeona forest, tumepitia hata sehemu zingine, tumeona zile mnaenda huko Masai Mara na maji safi kabisa fresh water.

Serikali kupitia chapa ya Magical Kenya ya bodi ya utalii nchini KTB inaangazia vivutio kama Shedrick Falls ili kukuza utalii wa ndani. Wageni wa ndani na wa kimataifa wanasema maporomoko haya yanatoa nafasi asili na adimu, uthibitisho kuwa Kenya ina mengi ya kuvutia. Msimu huu wa sikukuu za mwisho wa mwaka mamia ya watalii wanaendelea kuzuru maporomoko haya ya Shedrick katika mbuga ya Shimba Hills. Hii ikiashiria kuwa eneo la pwani lina maeneo mengi ya kuzuru kando na yaliyozoeleka ya bahari. Lawrence Ng'ang'a, runinga ya Citizen.